Mume wa mtu jamani. Amwezi leo, ingina, oa, Yes, kama bado ulikuwa unaitilia mashaka ndoa ya Zuchu na Diamond Platnumz sanadhani kwamba kupitia klipu hii hapa Diamond mwenyewe ameshathibitisha bwana kwa kinywa chake anasema kwamba yeye ni mume wa mtu Ehe, yani mume halali kabisa wa mtu na anasema kwamba time ambayo alikuwa anaperform alikuwa na shughuli nyingine maalum ambayo ilihitajika kwenda kuifanya, anyway, Uh, kumekuwa na habari nyingi sana, stori nyingi sana wambeo wamekuwa kizungumza. Kuna watu ambao wamekuwa kibuka na masuala tofauti. Kuna interviews ambazo zimefanywa kwa watu ambao wanahisi wana maoni tofauti kuhusiana na hiki ambacho nimetoka, tumekuwa tukikutana nacho kwenye mitandao kuhusiana na ndoa ya Zuchu pamoja na Diamond Platnumz. Lakini pia Zuchu amedhibitisha ile ambalo Diamond amelisema kupitia kubadilisha profile au sio, bana eh, ya Instagram yake. Of course mwanzo alikuwa ameandika tu msanii chini ya lebo WCB vitu vingine kibao na nini na nini, lakini sasa hivi bwana ameongeza ujumbe ama ameongeza information ambayo atahisi kabisa kwamba hii ina communicate kitu kuhusiana na ndoa yao bwana pale kwenye Instagram ya Zuchu sasa hivi ukienda anajiita Misisi Nasibu bwana na ameweka kabisa na handle ya Diamond Platnumz. Alafu pia ameandika musician from East Africa Tanzania. Ehe. Of course ule utambulisho wa signed under WCB haupo. Ehe. Amefanya tu kama kuweka good people gang ambayo ndio gang yake ambayo wanamsupport. Lakini kwa sasa hivi, yani amini kabisa kwamba Diamond na Zuchu ni wanandoa. Yani mtu na mkewe ama mtu na mumewe. Na kwa maana au ile mamua kuthibitisha. Huyu kathibitisha kupitia sauti ambayo to kicheki kupitia clip ambayo umeiona, nasema kwamba yani ni mme wa mtu. Lakini upande wa pili Zuchu bana, ameona kwamba profile yake haifai kuenda kizembe, haifai kukaa kinyonge bana, lazima dunia ijue na itambue kabisa kwamba yeye ni mke wa mtu, na mtu huyo sio mwingine bali ni, dea, ni Diamond Platnumz ambaye wana siku kadhaa toka wamevujisha picha zao za harusi na picha zao za ndoa. Sasa hatuwezi tukasema kwamba wana siku kadhaa kwenye ndoa. Kuna watu ambao wamesema kwamba ndoa imedumu muda mrefu kidogo, ehe, lakini kwa sisi ambao tulianza kukutana na picha juzi kati, tunaamini kabisa kwamba ndoa ipo, japo hatujui ndoa ya muda gani. Anyway, banachukua hiyo ukae nayo. Hii hapa ni Rama K Online.